Hivyo ni vyema wakati wote na muda wote, popote lidaaichi kinachofanyika kuwa idara na vitengo, ni vema mkakaa kmbitikeno, mkatulia na mkaacha kuzunguka zunguka, ili msikilize hoja za waheshimiwa wa madiwani wa bunge, tuzipatie majibu na majawabu. Enye kuna tofauti kati ya majibu na majawabu, na ili tujibu hoja za wananchi ambao tumana hapa, maana baraza za hili lipo kwa niaba ya wananchi. Serikali kuu ilipogatua madaraka mwaka themanini na nne ilizamilia kuleta maendeleo kwa wananchi wa wananchi. Kwa hiyo wananchi hawa, kwa maana madiwani ama viongozi, wanapoleta hoja zao hapa, wanaleta kwa niaba ya madiwani wetu. Mkurugenzi wetua kiongozi mkuu wa shughuli hizi, niombe kama utumishi ni aliofanya ni vyema ukasikiliza watu wote, na watu wote wasikilize hoja, narudia tena, wasikilize hoja za madiwani hoja za madiwani ndio hoja za wananchi wa Halmashauri ya Mbulu, ni vyema zisikilizwe, zipatiwe majibu na majawabu kwa uhalisia na usahihi. Hivyo ni vyema wadau, ni waombe msikilize na msikilize, ili muweze kujibu na muelewe kinachosemwa. Kwa hiyo naamini jambo hili kwa siku ya leo litakuwa mwisho na tutaanza vizuri, na naamini mheshimiwa, wale watendaji wetu wa serikali metuetewa vizuri sana. La pili ambalo nataka niseme kwetu wote, kwa washindi wa diwani na, na wataalamu ni vyema, wakati wote muda wote, katika utendaji wa kazi zetu tuboreshe na kuimarisha mahusiano na mawasiliano. Mawasiliano ni vyema tuboreshe mahusiano na mawasiliano kati yetu, kati ya watumishi wakuu wa idara, vitengo, watendaji na watu wote, ili kuweka umoja wetu. Jambo la pili ambalo nataka niseme na niwakumbushe waheshimiwa wangu, tuzingatie muda katika utekelezaji wa majukumu yetu. Tumetoa ahadi nyingi, tuna kazi nyingi za kufanya na muda sio rafiki sana. Kwa hiyo niombe, vikao vyetu vizingatie muda, utendaji wetu wa kazi uzingatie muda, na wataalamu wetu tufanye kazi kwa kuzingatia muda. Jambo lingine nataka niwakumbushe waheshimiwa wetu, nyinyi ni wanasiasa na viongozi wa wananchi, hivyo mambo matatu ni muhimu mwanasiasa usingatie wakati wote unapofanya shughuli zako. Mwanasiasa na mambo matatu na naomba nikukumbushe na ile sehemu yenu. Ukiwa mwanasiasa ni vyema useme wananchi wasikie na jamii tusikie na tujue unachotuhudumia nacho. Jambo la pili, ukiwa mwanasiasa na kiongozi wa umma ni vyema usemewe iza kwa mazuri au kwa mabaya, itategemea ile jambo lako la kwanza. Ulisema nini na sisi tutakusema kwa kipi. Na wa mwisho ukiwa mwanasiasa kukubali kusemwa. Sasa uchague wewe, useme usemewe, au useme useme. Mwanangu, nini ombi langu kwenu? Wakati wote muwe mstari wa mbele kusema na kuwaeleza wananchi yaliyofanywa na serikali yao, chama chao, na halmashauri yao, ili mjue maelekeo yao na wanayotarajia kutoka kwetu lakini pili, tusiwe viongozi wa kwenda kuwahutubia, tutengeneze utaratibu wa kuwasikiliza wananchi bali kwa, udiya, kwa ni wange wenyewe kwa hiari ye. Lakini nimeapa pia kiapo cha maadili na kwa uadilifu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anasisitiza kwamba tukaishi katika viapo vyetu hivi ili vikatusaidie kufanya kazi zetu kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa ili tuweze kufanikisha malengo tuliyojiwekea katika halmashauri kuwa amesisitiza mahusiano mazuri kati ya ninyi madiwani au baraza la madiwani na uongozi wa halmashauri kwa maana ya mkurugenzi na watendaji wake. Tunafahamu, tuna uzoefu katika halmashauri nyingi, pana msigano usiokuwa wa lazima kati ya madiwani, aidha ni moja moja ama baraza lenyewe, na uongozi wa halmashauri. Na msigano huu maeneo mengi umekwamisha sana shughuli za maendeleo katika mashauri husika. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameomba sana, panapotokea hoja kinzani basi ni vizuri kukaa mkazungumza, kuliko ni kufutana na hatimaye tukakwamisha shughuli za maendeleo ambazo tumepanga kuwapelekea watu. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa kuna maeneo angependa mchango wenu wa madiwani uwe dhahiri katika kufanya majukumu yenu. Eneo la kwanza ni ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri kwa sababu tarehe kumi na nne Novemba mwaka huu, mheshimiwa rais wakati anazindua na kutubia bunge la kumi na tatu kuna jambo alisema na akaweka msimamo wake thabiti kwamba kutoka sasa kwenda mbele inawezekana. Wale wa, wa tunasema washirika wenzetu katika maendeleo, wahisani, sio wafadhili, fadhili ni Mungu tu. Wahisani, kulingana na mambo yaliyotokea karibuni, wanaweza wakanuna kwa sababu zao kwa hiyo kapu yetu lile, na misaada ambayo alikuwa anatuletea kusaidia serikali katika kufanya shughuli za maendeleo inaweza likapungua. Msimamo wa mheshimiwa rais ni kwamba sasa nataka tufanye shughuli za maendeleo kwa mapato yetu ya ndani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tutalazimika kukaza buti katika kukusanya kila senti, kila shilingi ya halmashauri yetu, ili tuweze kupata fedha za kutosha kutekeleza miradi ndiyo ahadi. Mheshimiwa Rais alisema tumeahidi mambo mengi kwenye ilani. Ninyi madiwani ndio mlipita na inadi. Na hatimaye mkawashawishi Watanzania kwenye kata zenu wakawachagueni. Mambo ni mengi tuliyoahidi, muda ni mchache. Na mambo yale yanahitaji rasilimali fedha. Tukizembea katika kukusanya mapato haya, tutakwama. Tukizingatia kwamba wale wenzetu wameshaanza kununua na mesikia kuna wengine wameshatoa tayari matamko kwamba wanaweza wakasitisha baadhi ya vitu. Kwa msimamo wa rais ni kwamba hatutakwama, lakini lazima tukusanye yaliyoko ya ndani, ngazi ya wilaya ile fedha ya halmashauri, fedha ya maendeleo ya wananchi wa Tanzania kutoka kwenye halmashauri. Hebu wanufaika wakubwa wale hao, vijana wanawake na watu um, wenye ulemavu. Najua mama mkurugenzi masikini, labda Rehema, na kujua mpole, mnyenyekevu, mpole mno, eh, kwa kweli unatia moyo. Hebu tu hiyo fedha ikatengeneza tabasamu katika makundi haya muhimu sana, lakini niseme wananchi wanahitaji maendeleo kutoka kwetu. Tendeni, tupeleke maendeleo kwa wananchi wetu.